Atakuongoza kutoa dhabihu sadaka ambayo ni sacrifice ambayo itafungua, um, ita, hiyo mujiza yake ambayo itasaidia hii kanisa. Kwa hivyo ataongea, no? maombi maombi peke yake, umeona no? Aitoshi, endelea kutoa fungu la kumi kwa uaminifu.

wakati sikuwa nimeanza hata kuhubiri nilikuwa musirika, nilikuwa naomba, nilikuwa naomba hata wakati mama wageni alimwambia, aimwambia Ebu endaleta mtoto, ninajua kiombewa atapona. Bwana sigiri ni vile nilikuwa naomba na mama yake Alikuwa nakuja na nakuja na niangalia na nihurumia na sikuwa, I was not a pastor. Wakati sikuwa pasta mimi, na huyo na mama alikuwa ananisaidia hata nagali nikitaka kuenda pahali ego mamajiri, yeye amekuja hapa hapa mamajiri, okay.